We watu wa Mungu, Pastor Godi hapa naongea e. Leo ninapenda ku, kuwapongeza jeshi la polisi. Ninawapongeza sana kwa sababu jeshi la polisi Tanzania ndio jeshi lenye weledi, jeshi sikivu, jeshi e, lenye ku kusikiliza wananchi na kufuatilia mambo vizuri e, ambayo yanaendelea na yanayowasibu wananchi kwa namna moja au nyingine. E, mpaka sasa ni takriban miezi mitatu. Miezi mitatu tangu mheshimiwa balozi alipotekwa. Na sisi kama familia tunaendelea e, kuwa na uvumilivu na jeshi letu la polisi kwa sababu tunaamini ni jeshi lenye weledi, ni jeshi sikivu. Na kama mheshimiwa balozi alitekwa akiwa Tanzania Dar es Salaam Bahari Beach Ununio, bila shaka jeshi la polisi eh, litaweza kuendelea kutusaidia kama walivyosema, wanaendelea na uchunguzi. Mwezi wa tatu wanaendelea na uchunguzi, na sisi kama familia tumeendelea kuwa na uvumilivu wa kusubiri taarifa yao rasmi kuhusiana na ndugu yetu, eh, mheshimiwa balozi. Mwezi wa saba, eh, nili nilimpatia, eh, taarifa ya video pamoja na ya maelezo ZCO. Hapa ni nyumbani kwa dada yetu yule alitekwa mwezi wa saba, tulimpatia taarifa ya watekaji. Mimi binafsi nilimpa ZCO video ile ambayo walikuwa wamevuruga huku ndani na kuharibu na kuharibu baadhi ya vyombo, nikampatia ushahidi wote, na baadaye dada naye alimpatia ushahidi wote. ZCO alipokea na akakiri kufuatilia jambo hilo, na sisi bado tunasubiri e, taarifa kutoka kwa ZCO. Basi sisi kama familia, mimi kama pasta, niendelee ku, kulishukuru jeshi la polisi kwa kazi yao nzuri na njema sana. Niwapongeze e, ni, ni, ni, ni sana jeshi la polisi kwa, kwa, kwa kazi zenu kwa sababu mnazifanya kwa ustadi wa hali ya juu sana. E, nitaendelea kuwaletea e, e, makala au taarifa mbalimbali kadri siku zinavyoenda. Niwashukuru sana kwa sasa. Asante.